Kwamba maloli yote yatapita barabara, ya barabara ambako ilikotokea matatizo kwa maana ya barabara ile ya Iwambi. Ile methali isemayo mnyonge mnyongeni haki yake mpeni inajidhihirisha hapa. Huyu ni mkuu wa mkoa wa Mbeya, la kejina Juma Zuberi Omera, amefika kukagua barabara ya mchepuo inayotoka Mbalizi kwenda Mbalizi tu kupitia uh, seminari ya Mbalizi na kisha kutokea Iwambi jijini Mbeya. Barabara hii inalenga kupisha magari makubwa katika mteremko wa mlima wa Mauti ama mlima Iwambi ambao hivi karibuni na siku zote kumekuwa na ajali zisizo mithirika. Wananchi wengi wamefariki katika eneo la mlima wa Mauti ama mlima Iwambi. Na hivi karibuni imetokea ajali ambayo imeua watu takribani 28 hivi. Na mkuu wa mkoa wa Mbeya Daktari Juma Zuberi Homera alifika katika eneo la tukio na akatoa tamko kwamba sasa magari makubwa yote yatakuwa yanapita katika barabara hiyo ya vumbi, yaani barabara ya mchepuo, jambo ambalo lilizua uh, maoni mbalimbali mbali kutoka kwa wananchi. Wananchi wakapendekeza kwamba barabara hii ya vumbi yapite magari madogo kutokana na ubora wake, mpaka pale ambapo barabara ya njia nne itakapojengwa ndipo gari zote zianze kupita katika eneo la barabara kuu au barabara ya lami. Mkuu wa mkoa wa Mbeya Juma Zuberi Homera amesikiliza wananchi, amesikiliza maoni ya wenyeji na maoni ya wapita njia wanaoweza kueleza na namna gani mitazamo yao. Tunahitaji viongozi wa namna hii ya Juma Zuberi Omera ambao viongozi wanaomiliki masikio badala ya kuwa na viongozi wanaomiliki midomo. Hapa tumpe kongole Juma Zuberi Omera katika kusikiliza maoni ya wananchi na ametengua tamko lake la awali kwamba magari makubwa yangepita katika barabara ambayo ni ya vumbi na amefika jana kukagua maendeleo ya ujenzi wa barabara hiyo ya vumbi ama barabara ya mchepuo na akatoa uh, tamko lifuatalo. Tamko hili lipo kwenye video ambayo utaisikiliza mtazamaji, na video hii ni kwa hisani ya Harubu TV. Karibu tumsikilize. Tumepokea maombi mengi ya wananchi wa Mbeya kwamba wameona eneo lile la mlima mkali, basi tuyache, eh, magari makubwa yaweze kupita kule lakini magari madogo makosta na mabasi e, yaweze kupita barabara hii ya mchepua ya vumbi, ambayo inatengenezwa kwa kiwango kizuri tu, na hii walikuwa wamesema kwa sababu zifuatazo. Kwa uzito wa matraki ya tani thelathini ukiyapitisha kwenye barabara hii, manake barabara hii siku hazichukui hata siku kumi na tano itakuwa imeshavurugika yote. Kwa hiyo kwa magari haya madogo madogo kama vile mabasi makosta e, magari madogo na mabasi makubwa ya kubeba wananchi zaidi ya sitini kwenda mikoa mbalimbali mbali basi, watapita barabara hii. Aa, na sasa basi, kwa ushauri huu ambao umeutoa wananchi, kwamba sasa tunakubaliana kwamba malori yote yatapita barabara, ya, barabara ambako ilikotokea matatizo kwa maana ya barabara ile ya Iwambi, lakini barabara hii sasa yatapita magari madogo, madogo madogo mabasi pamoja na kosta. Nitoe wito kwa wananchi kwamba tutunze barabara hii na tupite kwa ustaarabu ili wakati ambapo barabara nyingine kule inaendelea kutengenezwa. Lakini jambo la pili, tayari tumeshamaliza kulipa fidia zaidi ya bilioni tatu na milioni mia nne kwa ajili ya kuanza upanuzi wa barabara eneo lile ambalo ilitokea ajali eneo la mlima Iwam mlima Mbalizi ambao kwa namna moja au nyingine tayari wananchi wa, wa wote wanaodai wameshalipwa fedha na tayari wakati wote sasa tunaanza kuifumua barabara yote eneo lile na ule usawa wa reli wote tunaifumua, na kwanza kuijenga upya kwa kiwango cha rami e, njia nne kuanzia Msaraga mpaka Ifisi na mpaka uwanja wa ndege wa Songwe ulioko mkoani Mbeya. Huyu ndiye Daktari Juma Zuberi Homera, kiongozi ama mkuu wa mkoa wa Mbeya. Ametoa maneno hayo baada ya kusikiliza maoni ya wananchi. Mimi nimeona kwamba nimpe kongole yake ama nimpe maua yake kama ambavyo inasemekana kwa sasa Kiswahili eh, cha mjini, na hakika hapa anastahili kupata maua yake. Wewe mtazamaji unasemaje? Je, kiongozi huyu kwa kusikiliza maoni haya ya wananchi anastahili kupewa hongera ama astahili? Na wakati huo huo, barabara ya njia nne inaendelea kutengenezwa katika eneo la Nsalaga mpaka uh, eneo la Ifisi, mtazamaji unayo nafasi ya kutoa maoni katika comment selection. Karibu kwa maoni yako, na langu jina ni Godon Kalulunga Mwaipungu, na hii ni Nyikani TV Africa.